Kwa majina anaitwa David Mushi, ni meneja wa tawi ya, ya Benki Taifa ya Biashara NBC Singida. Tunawakaribisha. Leo ni siku ya wafanyakazi duniani na nasi tumeweza kushiriki katika siku hii ya leo hapa Singida. Uh, sisi kama NBC Singida tunapatikana Singida mjini na, na, na, na kimsingi tuna, tuna, ma, tuna mawakala zaidi ya mia tatu hapa hapa Singida, lakini pia tuna agents nyingi sana ambao zinazunguka. Tuna agents HM Manyoni, lakini pia tuna agents hapa mjini Singida zaidi ya tatu, hivyo tunawakaribisha sana wateja wetu wote hapa Singida waweze kujipatia huduma nzuri zinazotolewa na NBC. Tunawakaribisha sana uh, kwa wateja wetu wote ambao wanataka kupata huduma zetu, wanaweza kufungua akaunti popote pale walipo kwa kutumia huduma ya NBC kijanjani, lakini pia wanaweza kupata huduma kwa urahisi zaidi kwa kujihudumia wenyewe nas. Kama NBC tunasema conveniently everywhere. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kujihudumia wewe mwenyewe huduma popote, au unaweza kujihudumia mwenyewe wakati wote. Daima karibu nawe.